Sante kwa rehema zako, sante kwa fadhili zako, sante kwa namna ambavyo fadhili na rehema zako zimetuzunguka pande zote. Bwana tunakutukuza, Yehova tunakuinua. Sante kwa namna ambavyo mkono wako umeendelea kutulinda, kututetea Bwana. Namna ambavyo uaminifu wako umekuwa mkuu kwenye maisha yetu. Tunalitukuza jina lako Bwana kwa namna ambavyo fadhili zako zimeonekana kila uchwao Bwana, tunakushukuru Mungu wetu pendwa. Msikilizaji ambao unaendelea kufuatilia maombi haya na kipindi hiki, bado tunaendelea kujifunza namna ya kutembea rohoni. Nataka nikuambie hakuna kitu cha muhimu kwenye maisha kama kuifanya roho yako ikawa huru. Nilitangulia kusema kwamba roho yako ndio wewe mwenyewe. Kama moyo wako ama roho yako imekamatwa, basi maisha yako yako hatarini. Hakuna kinachoweza kuonekana kukafanikiwa kwenye ulimwengu wa mwili kama roho yako iko hatarini. Anasema Yesu Kristo, mtu atatoa nini badala ya roho yake, badala ya nafsi yake? Amesema itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu mzima lakini akapata hasara ya nafsi yake? Nataka nikwambie maisha na uhai yanaanzia rohoni. Tunavyoendelea kumwomba Bwana kwa habari ya kufunguliwa kwa roho zetu, kwa habari kwa ya kuwekwa huru ndani yetu, tunafanya jambo la muhimu sana, na hapo ndipo maisha yako yanapoanza kupangiliwa upya kuelekea kusudi ambalo Mungu amekuwekea ndani yako. Unajua kwa Mungu kuishi tu hakuna maana, lakini kuishi kwa kupiga hatua kila itwapo leo kulielekea kusudi ambalo ameliweka ndani yako. Hiko ndio kitu anachokitazamia. Ninamwona Bwana akikufungua usiku wa leo, akikuweka huru kuyaishi maisha yale ambayo alikuwekea, sio maisha yale ambayo ulimwengu unataka uishi, sio maisha yale ambayo uchumi unataka uishi, sio maisha yale ambayo watu waliokuzunguka wanataka uishi, bali ni maisha ambayo wewe uko huru kufanya na kuwa vile ambavyo Mungu alikuumba tangu kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, ili uenende na kuishi. Ninamtukuza Mungu jioni ya leo, ambaye ataachilia rehema kwenye maisha yako ya wewe kutembea vile unavyohitajika leo. Kama ambavyo tulianza hapo mwanzo, omba maombi ya kuendelea kuweka huru roho na mioyo yetu. Leo tunaendelea mbele kwenye hatua ya pili, mahala ambako tunamwomba Bwana tupatie nguvu za roho. Biblia nasema, ukizimia siku ya taabu, basi nguvu zako ni chache. Nguvu na uwezo wako asili yake ni rohoni Namna ulivyo na nguvu rohoni ndivyo utakavyoweza kuleta impact, kuleta matokeo chanya kwenye ulimwengu wa mwili. Unajua, kwenye ulimwengu wa mwili kuacha alama sio kupata magari na nyumba na vyote ambavyo unaweza kuwa navyo. Ni vyema kupata hivyo, lakini kuacha alama ni uwezo wa kusababisha watu waliokuzunguka kufika mahala fulani kwa sababu ya uwepo wako, nguvu ambayo inatoka ndani yako kuathiri kwa namna ya chanya maisha ya watu waliokuzunguka. Mungu alimwekea kila mmoja wetu kuwa na uwezo wa kuleta mchango fulani wa kupushi watu wengine kutoka mahala ambako, alipu, mahali ambako walipo kwenda mahali ambako wanatakiwa kuwepo. Hakika Mungu alipokuumba wewe, alikuumba akiwa na kusudi la kwamba wewe huwe miongoni mwa watu watakaowasha nuru katikati ya giza. Biblia inasema kwa maneno ya Kristo Yesu mwenyewe kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa tano, nasema ninyi ni taa ya ulimwengu. Akasema ninyi ni mji usiositirika. Akasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Wewe umeumbwa ukiwa na uwezo wa kuleta badiliko, kuleta nyongeza kwenye maisha watu ya watu wengine, na hiki hakiwezekani mpaka roho yako imetiwa nguvu ya kutosha kuanza kusababisha ukombozi ndani yako ambao utafanyika mafuriko kwa watu wanaokuzunguka. Ninamwona Bwana akiachilia neema kubwa leo hii ya kukufanya wewe kuachilia mabadiliko chanya kwa watu wanaokuzunguka. Kama ni baba basi kuwa na uwezo sio tu wa kuprovide kwa watoto, bali kuwa na uwezo wa kuachilia nguvu ya ulinzi wa watoto katika hatima zao, lakini kuachilia neema na mpenyo ambao utawasaidia watoto kufika mbali kwenye maisha kwa sababu ya uwepo wako. Usio tu mama ambao unaweza kuwazaa watoto, lakini uwe mama ambao unaweza kulea hatima za watoto wako, ambazo Mungu amekukabidhi, kuelekea kule ambako anatakiwa kuwa uwe ni mama ambaye unaweza wakasimama mahali palipobomoka, mama ambao unaweza wakasimama kwenye ulimwengu wa roho ukasababisha familia na wote waliokuzunguka kukaa salama. E Baba, katika jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya mtu huyu ambaye ametoa muda wake kusikiliza, huyu ambaye moyo wake umefunguka kupokea kitu, ninaomba kwa ajili yake ripa kata mandere poswa kara Kristo Yesu ulisema msiondoke hapa hata mtakapovikwa uweza utokao juu kwa habari ya nguvu ya roho Mtakatifu. Navyosema wakati huyu alikuwako kwa pamoja, ndo sema ukaja uka ghafla upepo ukaijaza pande zote. Unasema wakatokewa waka na ndimi kama za moto zilizowakalia kila mmoja juu yao. Nasema wakajazwa wakajazwa. Ninaomba kwa habari ya kila anayenisikiliza, sio kujazwa tu kwa nguvu ya roho Mtakatifu bali maarifa ya neno la Mungu, uwezo wa kuelewa vile ambavyo Mungu anasema roho yake, kupokea nguvu ya kuweza kusimama kwenye kusudi lake, ya kuweza kutembea mahali ambako alipokea, lakini kupiga hatua zaidi ya kuleta mabadiliko chanya kwa watu wanaokuzunguka, iwe ni kazini, iwe kwenye biashara, mahali ambako Mungu popote alipokuweka, ninaachilia nguvu ya Mungu tokea ndani yako ilete mabadiliko kwa wanaokuzunguka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, yoyote anayesikia sauti hii hii ni ya uwepo wa Roho Mtakatifu, pokea nguvu ya kuwa chanya, ya kuwa mabadiliko chanya, ya kuwajumlisha mahali ambako ulipo, kuwa nyongeza kwa wengine. Mahali ambako utaingia, waliokuwa chini watainuka kwenda juu, watu watatiwa nguvu, watu watapata inspiration mpya, watapata uvuvio wa kuinuka na hata kufanya vile ambavyo walishindwa kwanza kufanya. Baba, ninaachilia neema ya kuinuka, wowote waliokufa wote, waliozimia mioyo, mahali popote walipo, maadamu Bwana wanaisikia sauti Bwana, ninachipusha upya ndani yao Bwana, uwezo wa kuinuka, kutembea. Umesema Bwana, vijana wataanguka, wenye nguvu watashindwa kabisa, watachoka, lakini wakungojea wewe watapata nguvu mpya. Ninaachilia Roho of of of of the the the spirit of mighty in every person that is listening under the sound of my voice right now the impartation of the spirit of mighty. Roho ya nguvu, roho ambayo inaweza kuleta mabadiliko, inaweza kuamua mabadiliko kwenye maisha ya watu na wale waliokuzunguka, katika jina la Yesu. Maadamu unasikia sauti hii, Bwana amekutembelea jioni ya leo, wakati huu ambao unasikia sauti hii, sijali ni wakati gani huko mahala gani, maadamu Bwana amekupa neema ya kusikia sauti hii, siku hii, wakati huu, pokea nguvu ya kuinuka mpya, nguvu ya kusimama tena. Nasema watakwenda kwa miguu, watachoka. Sema watakimbia, watazimia, watapaa juu kwa mbawa kama tai Pokea uwezo wa kukimbia, uwezo wa kutembea, uwezo wa kupaa mahala ambako unahitaji kupaa. Viwango vya juu, sababisha mabadiliko. Pokea nguvu itakayo kufanya upae. Sijali uko mahali gani, lakini kama ni kwenye biashara, kama ni kwenye huduma, kama ni kazini, Bwana amekuweka kwa lengo, amekuweka wekuwa mazabao, kuwa mahala ambako wewe utawakutanisha watu na sura Mungu kupitia vile wa kujitambua, kujua wao ni nani katika Mungu. Wote wanaokuona wanaokusikiliza, waliokuwa pamoja nao, wapokee uvugio wa Roho Mtakatifu tokea ndani yao ya wao kuanza kupiga hatua za mabadiliko. Hakuna ulinzi mkubwa kwenye maisha yetu kama sisi kubadilisha wale waliotuzunguka, kufanya giza likageuka kuwa nuru esema ile Mungu aliagiza nuru ing'aye toka gizani, ndiyo aling'aliza ndani yetu kwa elimu hii uliotupa juu ya Kristo Yesu, elimu katika ufahamu huu wa Kimungu. Hiyo nuru Bwana ikang'aye kwa watu waliotuzunguka, ikang'aye kwa watu tunaofanya nao kazi ikang'aye kwa watu ambao tunaintarakti nao kila siku. Nguvu hii kang'aye kwenye familia zetu, na watoto wake na wame, rehema ya wewe peke yako, kwa chaneli ya mabadiliko kuwachaja nguvu ambayo itawafanya wengine kuinuka, waliokata tamaa kutiwa nguvu mpya, katika jina la Yesu. Ninaomba leo Bwana aitie nguvu upya nafsi yako. makata shikarama rima kandebosarama parika rumushama mandekere posakara. Wakati ninaomba nimeona kama vile malaika alivyoshuka akamtia nguvu Kristo wakati anaomba, asema kikombe hiki inepuke, kasema lakini si kama nitakavyo, bali kama upendavyo. Malaika akashuka kumtia nguvu, nguvu ya kuinuka tena, nguvu ya kutembea mbele akainuka na ujasiri mkubwa, akaufesi msalaba bila woga, bila shida. Bwana akakutie nguvu vilivyokushinda, vilivyokuangusha, vilivyokurudisha nyuma, vilivyokufanya ukajifiche. Nguvu ya Bwana ndani yako ikakuinua upya, ukapambane navyo kama si kitu, kama alivyomwambia alivyomwambia mtumishi wake Gideon akasema, utawapiga kama mtu mmoja. makaripo shande karama, ukainuke na kila kilichosimama kukuzuia kikaanguke kama alivyomwambia Joshua, hakuna atakayesimama mbele za maisha yako, siku zote za maisha yako, kisiwepo kitakachosimama ukiwapo. Ukuta wa Jericho ukaanguke katika jina la Yesu. Bwana akupe Inuka, lakini si kuinuka tu kawaida. Usiweke tu alama kwenye maisha ya kawaida, alama tokea kwenye ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. The footprints of your spirit. Let them be ukaache alama, alama ya mabadiliko, alama ya kuinuka katika jina la Yesu. andereposarikoshakaramad rakandamaksheketekeremosa riakandereoshakarama rmandrndka ropokosha kitaramad Inasikia Mungu akiniambia, pasipokuwa na nguvu ya nani, atuwezi kuleta mabadiliko kwenye maeneo tuliyo wepo Mungu anzia rohoni na nguvu yake hutoka ndani. Anasema vitu vilivyokuwa dhahiri vimeumbwa kutoka kwenye vile visivyokuwa dhahiri. Nguvu ya kuleta mabadiliko inatoka ndani yako, na ninaona Bwana akiachia ufahamu mkubwa wa neno lake ndani yako kupitia hivi vipindi unavyoendelea kusikiliza na kujifunza juu ya namna ya kutembea rohoni, ninaona Bwana akikuinua upya, ninaona Bwana akikutia nguvu, ninaona Mungu akifungua macho yako kukufanya utazame tena na kuona tofauti na ulivyoona mwanzo. Mahali ambako uliona haiwezekani, ninaona Bwana anakuonyesha mpenyo, anakuonyesha inawezekana. Nasema yali yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Akasema amini tu, akasema amini tu, yote yawezekana kwake aamini. Ninaona waliokata tamaa unainuka upya kuanza kushika vile ambavyo hapo mwanzo viliwashinda, kama vile Petro alivyoambiwa, shusha nyavu tena. Kasema tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, lakini kwa neno lako tutashusha nyavu. Ninaona unashusha tena nyavu, unafanya tena vilikoshinda mwanzoni, na Bwana nakupa ushindi wa tofauti. Bwana nakuinua upya, anakusaidia, ninayatabilia maisha yako ya kwamba hutakufa ukiwa wa kawaida. Maisha yako yataishi kwa ushindi, haijalishi uko kwenye wakati gani, maadamu unasikia sauti hii, unasikia mapenzi ya Bwana aliyesema, ninayajua mawazo ninayokuwazia, mawazo ya kuleta tumaini siku zako za mwisho. Ninaona kuinuka tena, ninaona kuchepuka tena, kwa sababu Bwana amekutia nguvu ndani Bwana amekuinua upya ndani, amekupa wakati mpya. Utainuka na kufanya yale aliyokushinda kwanza. Utajenga mahali paliposhindikana, kama linavyosema neno la Mungu, wataitwa watu wa kujenga miji iliyoshindikana, iliyobomolewa. Utainuka, utainuka kujenga mahali paliposhindikana. Utainuka kuakomplish kitu ambacho hakikufanikiwa mwanzo, katika jina la Yesu. Yes. Ninakushukuru Roho Mtakatifu. Yes. Asante Roho Mtakatifu, Ba umejiongamanisha na huyu mtu ambaye anasikia wakati huu Bwana, asante kwa fadhili zako na rehema zako ulizowatamia maisha yake. Wakati huu madama amesikia neno lako, neno la kumuinua tena, neno la kumsaidia tena. Haijalishi amekutana na vitu gani haijalishi ameanguka mara ngapi. Neno lako linasema mwenye haki uanguka mara saba akasimama na kuondoka tena. Ninaona akiinuka kwenye biashara yake, kwa sababu biashara yake ni mlango wa utukufu wa jina lako. Kupitia ile biashara wa kuna kitu utafanya kwenye maisha ya watu, na watu watauona utukufu wa jina lako, kama ambavyo watu walisikia neno kutoka kwenye mtumbwi wa Petro. Watu watasikia Bwana na fadhili zako kutoka kwenye biashara yake, kutoka kwenye kazi yake. Maadamu Bwana ungali huko, hapa maisha ya huyu mtu yataishia, kama ambavyo alivyo anainuka kutoka kwenye kitanda kile cha ugonjwa, anainuka kutoka mahali ambako alisema haiwezekani kuinuka, unamuinua. Hata yule aliyekuwa katika hali ya kufa unasema, kwenye Zaburi ya mia tatu kasema, wewe umeuokoa wai na kaburi, umeushibisha uzee wa huyu mtu mema, umemrejesha ujana wake kama tai. Bwana hata walio katika kitanda cha kufa, maadamu kusudi alijatimia kwenye maisha yao, ninaona ukiwatia nguvu mpya, ninaona ukiwasaidia tena upya, ninaona ukiwasimamisha kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ninakushukuru Mungu wa rehema. Baada ya maombi hayo mafupi, ninayatabilia, maisha yako yatakuwa na mwisho mwema katika jina la Yesu. Haijalishi uko kwenye wakati gani, maadamu umesikia neno la Bwana na moyo wako umefunguka ili kupokea mapenzi ya Mungu, Mungu atakuinua tena, atakupa kupiga hatua mpya tena kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Basi niendelee kukukaribisha kufuatilia kipindi chetu hasa somohili, somo hili mfululizo wa hili somo unaoendelewa jinsi ya kutembea rohoni, lakini maombi ambayo huja baada ya kusikia neno hili Mungu aendelee kuyafungua maisha yako. Mungu aendelee kukufanya kujitambua, kuyajua makusudi yako, na kusimama kuishi maisha ya kutimiza hatima yako katika jina la Yesu. Nataka nikwambie umebarikiwa na Bwana, makao yako ni amani na kutembea kwako ni furaha na shangwe katika jina la Yesu. Haleluya.